Ni Mwenyezi Mungu ametuletea hii swaumu, so itufunze itupeleke ituchunge chunge mpaka tuufikie uchamungu ambao ndiyo ufunguo wa kwenda peponi. Kwa maana hiyo, kama mtu anataka kuenda peponi, ajipambe na sifa ya uchamungu, na sifa ya uchamungu inakat inapatikana katika mambo, na baadhi ya hayo mambo ambayo tunapata uchamungu, moja ni swaumu so sasa ni rahisi kwa mwanadamu kuupata ufunguo huo, kama atajilazimisha nafsi yake kuepuka yale ambayo yamekatazwa na kuyafuata yale yaliyoamrishwa, laalakum tattaqun. Tena kuna takhfifu nyingine na huruma nyingine hapo, ayyaman maadudat, hiyo saumu ni siku za kuhesabika. Angalia, Allah hakusema shahran kamila, mwezi mzima, la. Ayaman maduda. Jaji anapomwambia mfungwa nitakupeleka jela mwezi mzima, mfungwa anatetemeka. Akikwambia nitakufunga siku za kuhesabika ishirini na tisa au thelathini ataona takhfif kidogo, kwa kuwa kataja siku, ataona kama wiki wiki moja, kumbe ishirini na tisa na mwezi ndo ile ile. Lakini ameibadilisha maneno yakawa mazuri yenye kumtia mtu wepesi na hurubu. Kwani maneno haya ndiyo yanayosababisha mpaka mtu akatenda na asitende. Chuni na approach, namna utakavyomsemeza mtu. Tizameni yule mfalme aliyoota meno yake amedondoka, anasema raaitu fi lmanami anna asnani sakatat kulluha, niliona meno yangu ndani ya ndoto yote yameanguka. Anawakusanya watu wake, nitafsirieni ndoto. Hawajui. Mmoja anajua, lakini hajui approach ya kusema. Akamwambia mfalme, nasikitika sana, meno kudondoka inamaanisha utakufa wewe na familia yako yote. Tena katumia ile lahjatul quwa Meke, kuna wakati mtu akitumia anatumia ile nini ya nguvu nguvu, anakaza meno na uso na macho. Utakufa wewe na watu wako wote. Mfalme kuona hey, huyu ndo Israeli mwenyewe au vipi? Basi huyu ikabidi kamwambia mchukueni, mwekeni ndani. Akaja mwingine akamwambia, mimi najua maana yake nini. Maana yake akamwambia, anta akhiru man yamutu min usratik wewe ndiye utakayekuwa wa mwisho kufa katika familia yako, bikuli lin kwa ulaini kabisa. Mfalme akarukaruka akasema, hala mi ndo wa mwisho kufa. Akamwambia, huyu mpeni cheo katika serikali yangu. Sasa ukitizama, huoni tofauti kati ya familia yako, yote mtakufa, na wewe ndiye utakayekuwa wa mwisho kufa kama mtakufa nyote maanake na wewe utakufa, kama utakufa mwisho maanake pia mtakufa nyote. Arruya hiya hiya, watafsiru huwa huwa, ndoto ndi ile ile moja, ili ili. Lakini, moja kiusani, na tafsiri ndo ile ile, lakini bwana mmoja aliibadilisha kiusanii ikawa rasan ala aqib, kichwa juu miguu chini, ikampalana yule akwenda kule na huyu mwingine akapata kheri. Maneno lugha na ndio Qur'ani inavyozungumza. Qur'an imekuja ukifikiria na kuzingatia amri zake na makatazo yake, utakuta ajabu kubwa. Kuhusu pombe, Mwenyezi Mungu sema, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu. Hakusema fatruku, ijtanibu, yani kieni mbali sana na pombe, kaini mbali kama pombe iko huko, wewe pita huku Zile lahja na yale maneno anayoyatumia yanakupa wewe ufasaha wa kujua hatari au manufaa ya kile kitu. Angalia aliposema uzinifu, akasema az, anasema wala taqrabu zina. Hakusema wala taznu wala musizini, hakusema hivyo, kasema wala musikaribie hiyo zina. Ile kukaribia tu, msikaribie, sikwambii kuzini. Ukiona mahala kuna zinaa wewe pita huko, usipite hata karibu nayo. Inakuonyesha ni kiasi gani ni hatari. Hebu niambie, unapopita katika transformer, ile ukaandikiwa hapo hatari, usiegemee hapa, ni nani anakwenda kutegemea pale? toona mtu anapita hukunjo huko bwana, hapo hatari. Lakini mbona zina, umeambiwa usikaribie, wewe ndio unakwenda hasa kuliko kwa zina. halapako, ndo mahala pako, ndo viwanja vyako, ndo maisha yako. Mi siwezi kuishi bila ya mwanamke mimi siwezi kuishi bila ya zinaa Siku moja wawili watatu, kama sijazini nao mimi siwezi kwe. Life waina gani hiyo? na unamkaidi Mola wako subhanahu wa ta'ala. ya ayuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim alladhi khalakaka fasawaka faadalak fi ayi suratin mashaa rakabak. Mbona unamkaidi Mola wako mtukufu? Yeye ndo anajua nini maslahi yako nini kibaya kwako ni kipi kizuri kwako? Yeye ndo anayafahamu hayo yote. Kwa hiyo akikwambia usikaribie kitu fulani, ujue ukikaribia utanasa. Tulipokaribia zina, tumeona mwisho wake. Leo kila anayenuka akisikia ukimwi, anapiga taswira yake katika maneno hayo. Usikaribie zina, tumeipata leo tafsiri hasa ya wala taqrabu zina. Tumeona hasa riba ilivyofanya mpaka mabenki yote yameporomoka, ulimwengu mzima, uchumi umeyumba. Tulipoambiwa wala usimua, ya ayu alladhina amanu la taakulu riba adhafa mudhafa, tumeona maana yake leo. Tulipoambiwa msiuane, wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albab, tumeona faida zote ambazo Mungu ametuambia, tunaziona na hasara zake tunaziona. Leo ulimwengu umekuwa huko stable kwa sababu ya matendo tunayoyatenda. Kilichoambiwa tusifanye tumekifanya, tulichoambiwa tufanye tumeacha kukifanya. Imekuwa Mungu akitaka hiki, sisi tunataka hiki, analolitaka yeye hatulifanyi, asilolitaka ndilo tunalolitenda, kana kwamba Mungu ametuambia haya kurubieni zina, haya kunyweni pombe, haya fanyeni yale yale. Yote makatazo kwetu sisi imekuwa ndomo amrisho, ndo asbaha almarufu munkaran walmunkaru marufa ma, imekuwa ule munkari ndo mema na yale mema imekuwa ndo munkari. Tumebadili kila kitu. Huruma ya Mungu isipotufata ikatumulika ikatuokoa, tutakuwa mahala pabaya na haitufati mpaka tubadilike wenyewe. inna Allah la yughayiru ma biqaumin hata yughayiru ma bi anfusihim, Mungu habadilishi watu waliokuwemo ndani yake mpaka wachukue hatua wenyewe kujibadilisha. Tizama Ashabul Kahf, Allah anasema innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, hao ni vijana walimwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza waliamini wenyewe, kisha ziada ikaja kutoka kwa Allah. Kwa hiyo anza wewe, alafu Mungu ndo alete jambo lake. Angalia hata ku, kuangamia mwenyezi mungu anasema falamma zaghu azagha allahu qulubahum. walipopotea mungu akazipotosha nyoyo zao walianza wenyewe aposema mimi nitakwenda motoni unajisemea mwenyewe kwamba hutaki pepo unapotea alafu mungu anakupatia kule unakotaka kwenda atakupeleka huko huko rehma za mungu sasa fa ay, anasema ayyaman madudat ni siku za kuhesabika 29 tu. Lugha nzuri kabisa ameitumia Mwenyezi Mungu, akutumia lugha ya kutushtua wengine. Wana mapresha wakisikia mambo ya kushtuliwa roho inatoka. Mungu ametumia lugha ambayo ni sahali kabisa, soft, ambayo unaweza kuitumia ukaona kila kitu kimebadilika kisha mwisho huruma ya mwisho, akatuambia na huko kufunga na kufaradhisheni waja wangu, lakini mimi najua matatizo yenu, kuna wagonjwa, kuna wasioweza, kuna waliokuwa wamelemewa, kuna wasafiri, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, atakee kuwa mgonjwa asifunge ale atakuja kulipa baadaye. Atakayekuwa safarini, asifunge ale, atakuja kulipa baadaye. Atakayekuwa mtu mzima ambaye hawezi kustahimili njaa ale, atatoa kibaba, atatoa fidia. Na yule atakayekuwa naye vile vile ananyonyesha au ana mimba, nao vile vile wanatakiwa waangalie, ikiwa watakula kwa sababu ya kuhofia nafsi zao, watakuja kulipa ikiwa watakula kwa sababu ya kuhofia watoto wao, wanaweza kufadhilishwa walipe funga na watoe na kafara. Hayo yote yamezungumzwa katika vitabu vya fikhi na mashehe, kila siku anatuambia wa, inaonyesha wazi huruma ya Mwenyezi Mungu juu yetu. Sisi tumempa nini Mwenyezi Mungu kwa huruma hizi? Idha anta akramta lkarima malaktahu, wenye busara wanasema ukimfanyia wema muungwana uwa umemiliki anatafuta na yeye njia ya kukulipa wema wake. wa idha anta akramta laima tamarrada. Lakini ukimfanyia wema limbukeni, mtu asiyejua wema, basi anasema hujiona, akasema huyu kanifanyia wema. Hao ndio wajinga waliwao. Tusitumie lugha hiyo kwa Mwenyezi Mungu, kwamba mwenyewe tukatufanyia feva, hatukumuomba tutafute njia za kulipa na njia za kufanya twaa, ili mola wetu afurahi, ili mola wetu atupe rehema, ili mola wetu atupeleke peponi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawza almustaghfirina wa ya najata at-taibin.